Bwana Yesu asifiwe, haleluya, mwana kondoo ameshinda. Aa, karibu ndugu mtazamaji wa chaneli hii ya Pastor Essau Kibona. Ninakuja mbele zako tena muda huu baada ya kujifunza somo ambalo tulikuwa tunaenda nalo. Tumejifunza sehemu ya kwanza, ya pili, na sasa tunaingia sehemu ya tatu. Somo linahusu dini dhehebu na wokovu, dini dhehebu na wokovu. Tumejifunza sehemu ya kwanza, tukajifunza sehemu ya pili, tukajifunza sehemu hiyo ya pili na kipengele chake ambapo tumejifunza wokovu ni nini, dini au dhehebu ni nini. E, tukajifunza pia ukombozi, tukajifunza ukombozi, lakini leo tutakwenda kujifunza kuokoka. Kuokoka, kuokoka kunamaanisha nini? Inakuwaje mpaka mtasema ameokoka? Amepata nini mpaka anaitwa ameokoka? Ameokolewaje? Neno kuokoka halina tofauti na neno eh, wokovu. Neno kuokoka haina tofauti na neno wokovu, ambalo kuokoka inafanana kabisa na neno wokovu. Kuokoka inafanana neno wokovu, eh, kuokoka neno ambayo tukawa neno okoa okoa okoa, tukawa neno ambayo ni okoa. Maana yake okoa ni kuepusha na hatari, ni kuepusha na hatari, au ni kutoa kitu hatari. Okoa. Lakini okoka, nusurika kupatwa na jambo baya, epuka jambo kwa bahati. Okoka, epuka hatari ya kiroho kwa kutokana na Biblia ni kuepuka hatari za kiroho, ni kuacha dhambi ili kujisalimisha kwa Mungu. Aha, kwao, kumbe neno kuokoka natokana na neno okoa, ambalo kuna kunaokoka kuokoka, unatoka kwenye hatari fulani, lakini unapoendelea kusoma ile Biblia, maana yake maanake, eh, ni kuacha dhambi ili kujisalimisha mbele za Mungu ili sio kaingia kwenye hatari ya kuingia jehanamu kwenye moto. Kwao kuokoka ndio inamaanisha kutoka kwenye hatari, kukimbilia sehemu ambayo ni salama, ambayo ni kwa Yesu Kristo. Sasa neno kuokoka linamaanisha ni kupokea rohoni mambo makuu matatu, ni kupokea rohoni mambo makuu matatu ambayo mojawapo ni msamaha wa dhambi umesamehewa dhambi kupitia damu ya Yesu Kristo, umesamehewa dhambi, umefutiwa hatia zako. Lakini jambo la pili ni utakaso. Umeoshwa kwa damu ya mwana kondoo, damu ya Pasaka, damu ya Yesu hiyo Kalvari, kwa ajili ya dhambi zetu, ndio umepata utakaso kupitia damu hiyo. Lakini jambo la tatu ni kuhesabiwa haki mbele za Mungu kwa imani katika eh, Kristo Yesu. Kuhesabiwa imani mbele za Mungu, kuhesabiwa haki mbele za Mungu kwa imani katika Kristo Yesu. Kwa mtu hapo sasa, nimeokoka, maana yake ameshapata vitu hivyo vitatu. Amepata vitu vitatu, vitu hivyo, msamaha wa dhambi, kuhesabiwa haki mbele za Mungu kwa imani katika Kristo Yesu lakini utakaso. Ukiona okay, vitatu hivi tunasema mtu huyu ameokoka, huyu mtu ana wokovu. bila kuwa nao mambo matatu manake, kuokoka bado, kuokoka bado. Maana dhambi uyasamehewa, utakaso huna, wala uihesabiwa haki. Na ukihesabiwa okay, haki utakuwa na amani moyoni mwako, unaona kabisa. Kwa hiyo moyo wangu mimi ni mwepesi, nina amani ndio neno kuokoka ama wokovu. Nikisema wokovu au kuokoka, maneno ambayo yanashabiana, hayatofautiani. Wokovu ni ule ambao Yesu aliuleta sisi, na sisi tukaupokea, tukaamua kuokoka kwenda kwake, kumtumikia, kusema Yesu ni Bwana. Haleluya! Hivyo endelea kufuatia mafundisho hayo. Ikiwa hii ni sehemu ya tatu, itafuata sehemu ya nne. Eh, itafuata sehemu ya nne. Endelea kufuatilia, usisahau kusubscribe channel hii YouTube Pastor Essau Kibona, usisahau kucomment, usisahau kulike, lakini e, share na kwa wengine, sambazie na wengine, ili waweze kupata mafundisho haya. Karibu sana kwa ajili ya kwenda kujifunza katika channel hii. Mungu akubariki. Na Mungu akutunze kwa kuendelea kujifunza na kuwa tayari kujifunza neno la Mungu. Amen.